Tumepokea taarifa, tumepokea barua rasmi kutoka klabu ya Simba eh, baada ya kuwa tuli baada ya kuwa tuliona pia taarifa yao kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana taarifa kwa umma eh, na ujumbe uliopo kwenye barua yao au tofautiani na ule ambao wameweka kwenye taarifa kwa umma, kwa maana ya wakilalamikia suala la wao kuzuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. E, lakini pia wakieleza nia ya yao ya kutoshiriki mchezo husika kutokana na, na, na, na kazi ya hiyo ama kushindwa ku- e, kutekeleza e, azma yao ya kufanya mazoezi ya mwisho. E, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania, e, kama mwendeshaji na msimamizi wa ligi, e, tunafanya kila kitu kwa mujibu wa kanuni, na kwa kuanzia tunafanya uteuzi wa maafisa wa mchezo, e, kama sehemu ya utekelezaji wa hizo kanuni na maafisa wa mchezo ndio ambao wanakuwa na mamlaka kuhusiana na mchezo hupika, ikiwemo kusimamia matukio e, yote yaliyoainishwa ya kwenye taratibu za mchezo e, ikiwemo ilo tukio e, la mazoezi ya mwisho ambayo limeainishwa kwenye kanuni ya kumi na saba ibara ya arobaini na tano kuhusu taratibu za mchezo a, kutokana na, na hilo bodi kwa sasa hivi ime ime imewataka maafisa wa mchezo kutuma taarifa zao kwa dharura, kwa maana kutuma kwa haraka inavyowezekana taarifa kuhusiana na tukio hilo, ili sasa bodi ijue inapaswa kufanya nini. Kwa sasa hivi hakuna chochote kinachoweza kufanyika mpaka pale tutakapokuwa tumepokea taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wetu wa mchezo, akiwemo kamishna e, e, wa mchezo, mratibu mkuu wa mchezo, pamoja na afisa usalama wa mchezo ambao walikuwepo na kwamba eh, wana wanawajibika wana, wana kutueleza juu ya kile ambacho kilitokea kwenye tukio hilo. Kwa sasa hivi, kwa sasa hivi hatupaswi eh, kuongelea matokeo eh, ya hiki kilichotokea. Eh, kama nilivyoeleza awali ni kwamba sisi tunapaswa kusubiri taarifa ya maofisa wa mchezo eh, taarifa ya maofisa mchezo inaweza ikatuambia hiki hiki ambacho tumekiona kwenye barua ya klabu ya Simba ama kikawa ni kitu tofauti. Kwa hiyo, kwa sasa hivi si wakati mzuri sana kuanza kuelezea matokeo ya hiki. Nadhani e, ni wakati wa kuvuta subira ku, ku, ili sisi sasa kama waendeshaji tupate taarifa rasmi kuhusiana na hilo jambo, tuone ulinganisho wake na taarifa ambayo Simba Sports Club wameipima kwetu, na baada ya hapo basi tutatoa tuta, taarifa tuta rasmi tukieleza pia kinachoweza kutokea ama kitakachoendelea baadaye ni mpaka tutakapopokea taarifa ya maafisa wetu wa mchezo, kwa sababu kupokea taarifa kutoka upande mmoja haitoshi kufanya maamuzi ya busara a hatua, eh, hatua za busara zinazojabu sana ama uendeshaji kabla hujapokea taarifa ya upande wa pili, kwa maana ya maafisa wa mchezo. Bado bado naepuka kuzungumzia kuzungumzia yatakayojiri baada ya, ya tukio hili kabla hatujapokea taarifa, kabla hatujapokea taarifa ya maofisa wetu wa mchezo. hakuna Kuna, uh, bado haijafikia hatua ya kuwasiliana na klabu ya ya jambo hili. Bodi inawasiliana na, na maafisa wake wa mchezo tu kwanza na kwa sababu ni jambo la dharura tumewaeleza maafisa mchezo kwamba wanatakiwa pia watu wachukue wa hatua kwa dharura, kwa maana ya ndani ya muda mfupi ambao wao tumewaeleza ni muda gani wawe taarifa wameshaifikisha kwetu eh, na ni kwa sababu pia taarifa ikifika kwetu eh, itajadiliwa kwetu na na, na ndipo taarifa itatolewa. Kwa hiyo kwa maana ya maafisa mchezo tumeshawaeleza kwamba wanapaswa kutuma hiyo taarifa ndani ya kipindi gani. E, lakini kwa maana ya, ya, ya taarifa kwa umma hatuwezi kusema sasa hivi, ila kinachopaswa kufahamika ni kwamba e, taarifa itatoka haraka iwezekanavyo, kwa sababu tulishatangaza kwamba mageti yatafunguliwa saa tano kamili asubuhi na tunaamini kabla e, ya kufika huo muda wa mageti kufunguliwa, taarifa hii itakuwa imeshatoka na wadau wa ligi kuu ya FDC wapenzi wa dadi ya dari ya koo E, watakuwa wameshapata taarifa kuhusiana. Laisi kuna chochote tunachoweza kuzungumzia sisi bodi ya ligi kuu Tanzania kuhusiana na kitakachotokea kabla hatujapokea taarifa za maofisa wetu wa mchezo.